Baba yetu na Mungu wetu, nasema asante kwa pendo lako, asante kwa kutembea nasi hata siku hii ya leo, asante kwa baraka yako mingi ndani ya maisha yetu. Tunapoenda kujifunza neno hili takatifu, tunaomba pamoja nasi, kwa Yesu Kristo, amina. Mpendwa, napenda kuanza kwa kusema heri ya mwaka mpya, heri ya mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita. Umepata fursa ya kuona mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Basi jina la Mungu likapate kutukuzwa sana. Na sisi sio kwamba ni wema sana zaidi ya wale ambao wamelala mauti, hapana, lakini neema tu ambayo Mungu ametupatia ya kuweza kuendelea kujifunza neno lake, kujifunza maisha haya. Mwaka huu siku hii ya leo ninapenda tujifunze somo ambalo tunalipata katika Samueli wa kwanza 12 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 25. Hapa tunapata funzo kupitia wana wa Israeli pale ambapo Samueli anapata maelekezo kwa Mungu na anawaongoza wana wa Israeli, hapo ndipo tutapata somo la leo. Kama umekuwa nami kuanzia mwanzo, nilianza kwa kuuliza swali kwamba wewe, mfalme wako, kiongozi wako, msaada wako katika maisha sasa ni nani, ambaye zile sifa za kusema huyu ndiye msaada wangu katika hali zangu zote za maisha, huyu ndiye, huyu ndiye mfalme wangu, maelekezo, vitu vyote kutoka kwake, ni nani huyu? Je, ni kiongozi wako wa dini? Je, ni baba yako mama yako? Je, ni mke au mume wako? Je, ni kazi yako eh? Je, ni viongozi wa serikali? Ni nani umempa hiyo sifa ya kuwa kiongozi ndani ya maisha yako? Katika kitabu cha Samueli wa kwanza kumi na mbili moja mpaka 25, tunaona Samueli amewaweka wana wa Israeli pamoja, na anawaambia kwamba nyie mliokolewa na kuteuliwa na kuletwa hapa Kanaani kutoka Misri kwa sababu Mungu aliwachagua. Mlipata neema, sio kwamba nyiye ni wazuri sana au sio kwamba niye mna nguvu sana hapana, lakini ni neema ambayo Mungu aliwapatia. Na hivyo kipindi chote hicho, kuanzia mababu zenu Ibrahimu, Yakobo, wote hao mpaka hivi leo, Mungu ndiye alikuwa mfalme wenu, Mungu ndiye aliyekuwa kiongozi wenu Mungu ndiye aliyekuwa msaada wenu, aliwasaidia katika hali zote, kuanzia maisha ya kiroho, maisha ya ya, ya kijamii, lakini maisha yote mlikula nguo mm -hmm. zenu hazikuchakaa jangwani, hamkuumwa. Huyu Mungu ndiye aliyekuwa msaada wenu, lakini hivi leo mmekuja na kusema kwamba mnahitaji falme, mnahitaji kufanana na mataifa mengine. Mnahitaji kuwa na mtu anayeonekana kwa macho. Mnahitaji kuwa na msaada unaoonekana kwa macho. Ili uweze, ili muweze kupata msaada kupitia hicho kinachoonekana kwa macho. Samueli anawakumbusha wana wa Israeli anawaambia, kwa kufanya hivyo ni makosa makubwa mmeyafanya. Kwa sababu nyie sio sawa na mataifa mengine, kwa sababu nyie sio sawa na watu wengine mnaowaona wenye wafalme wenye viongozi wenye misaada mingine. Nyie ni wa kipekee, na kupitia nyie mlitakiwa kuonyesha mataifa mengine kwamba hatuhitaji kuweka tumaini letu, hatuhitaji kutafuta msaada pengine popote pale, ila ni kwa huyu Mungu wa wa majeshi. Samueli anawakumbusha wana wa Israeli ambao muda mfupi hapo nyuma walimwambia Samueli kwamba wewe, tunaona umeshazeeka na watoto wako hawaendi katika zile njia za kumpendeza Mungu, sasa tutafutie mfalme tufanye, na sisi tuwe sawa na mataifa mengine yenye wafalme, wafalme wanaoenda mbele yao, wafalme wanaowatoa katika katika shida zao. Samueli akawaambia kwa nini hata mmefanya dhambi kuu kama hii? Na Mungu anamwambia Samueli kwamba wasikilize watu hao kwa sababu hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi, wamenikataa mimi kuwa mfalme wao. Ndio maana hata mimi nikaanza kwa swali moja tu kwamba wewe katika maisha yako wewe, katika maisha yako hayo unaoishi, mimi ninayeongea, je, ni nani ambaye nimempa cheo, nimempa mamlaka ya kwamba huyu ndiye mfalme wangu, huyu ndiye kiongozi wangu, huyu ndiye msaada wangu huyu ndiye kiongozi wako, huyu ndiye msaada wako, kwamba utakapokuwa na shida au raha, huyo ndiye unayemtazama, huyo ndiye unayemtegemea. Ndio maana nikasema, je, ni kazi yako? Je, ni mume wako au mke wako? Je, ni watoto wako? au je, ni viongozi wako wa dini au ni viongozi wako wa kiserikali? Nani umempa mamlaka ya kumtegemea moja kwa moja katika kila hatua za maisha? Samweli anawaambia huyo mfalme mnayemtaka, pamoja na nyie wote, mtakapofanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu, basi wote mtaangamia, kwa sababu huenda huyo mfalme wenu atawapeleka katika njia ambazo sizo sawa, na mkamkosa Bwana, mkamtenda Mungu maovu, mkaangamia pamoja naye. Wana wa Israeli waliposhindwa kujitambua waliposhindwa kufahamu kwamba wao ni nuru ya ulimwengu waliposhindwa kufahamu kwamba kupitia maisha yao mataifa mengine tutakiwa tumwone Mungu. Walishindwa kujua kwamba Mungu amewatumia wao kama nuru kwa watu wengine, kwamba watakapowatazama wamuone Mungu wa mbinguni, watakapoona maisha yao wamuone Bwana wa majeshi. Ndivyo ilivyo leo kwangu mimi na wewe. Mungu ametuteua ametuchagua akatupa mwangaza na nuru ya neno lake tukamfahamu tukajifunza. Na wengine tumezaliwa ndani ya dini, wengine tumekuzwa kwa neno hili la mwamini Mungu. Lakini baada ya kujifunza yote hayo ya kupewa nehema hiyo, je, tumechagua nini? Je, tumeweka matumaini yetu wapi? Je, tumemtazama nani kama msaada wetu? Wengi tumetazama pesa, ndio maana watu wengi sasa hivi wengi ikiwemo mimi ninayeongea tunaona kwamba bila pesa hatuwezi tukaishi hapa duniani, lakini tunarudi nyuma kutazama wana wa Israeli jangwani. Hapakuwa na maduka, hapakuwa kununua wala kufanyaje, lakini waliishi kwa sababu walikuwa na mfalme ambaye haonekani kwa macho. Walikuwa hawana kitu kinachopotea, bali walikuwa na mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Mimi na wewe, -hmm, tunahangaika kutafuta sisemi kwamba tusihangaike hapana, lakini ni nani unayechukua maagizo kutoka kwake? Neno la Mungu linasemaje? kwamba yale mambo yote yatakufanya kwamba uhangaike sana, na kuhangaika sana na kushindwa kujieka mikononi mwa Mungu, kushindwa kusoma neno la Mungu, kushindwa kuwa karibu na yule muumba wako, yote hayo katika neno la Mungu yanajulikana kama ni masumbufu ya ulimwengu, na masumbufu ya ulimwengu yanakutoa katika uwepo wa Mungu yanakufanya kwamba wewe utamani utamani zaidi na zaidi ufanane na ulimwengu, kama wana wa Israeli kipindi kile walivyotamani kufanana na ulimwengu, wawe na kiongozi wanayemuona, angalau wanaenda wanamuona, anawaelekeza, wanafanya, wakasahau kwamba sisi sio wa kimwili, sisi ni wa kiroho. Miili hii ni matokeo ya ulimwengu wa kiroho. Mpendwa, katika siku hii ya leo Kaa chini ukatafakari, kwamba maelekezo makanuni za maisha, mitazamo ya maisha, unaitoa kwa nani? Je, ni nani ambaye ni kiongozi katika maisha yako? Je, ni nani anayekupa hayo mawazo ndani ya kichwa chako? Je, unayatoa wapi? Unayatoa katika neno la Mungu? Je, unayatoa katika misingi ya neno la Mungu au umeshajifanyia mfalme mwingine au umeshajichukulia kiongozi mwingine au una msaada na msaada ambao unaupata kutoka sehemu nyingine. Na utakapokaa chini, tutakapokaa chini na kutafakari, basi tutaanza upya ndani ya mwaka huu na kusema: Mungu, hapo nyuma tulikukosea, ulitupa neema ya kusisi kukufahamu wewe, ulitamani maisha yetu yawe nuru kwa watu wengine, lakini tazama sasa, tazama tumefanya kinyume tumeenenda kinyume, tumefanya yale ambayo yanatupendeza, tumepata maelekezo katika viongozi wengine ambao hao viongozi wala hawana nia njema na sisi. Na tutakapofika hatua hiyo, tukalia na kuomba Mungu msamaha, hakika Mungu wetu ni mwaminifu katika neno lake, anasema, njoni tusemezane, twende tukasemezane na Bwana wetu, tumwambie Mungu tulikukosa tusamehe, na sasa tunaomba ukae kiongozi wetu katika mwaka huu mwingine tena, ukae kiongozi wetu katika maisha yetu ya kiroho, ukae kiongozi wetu katika maisha yetu ya kifamilia, kijamii, ya kiuchumi, akawe kiongozi. Na atapokuwa kiongozi, mpendwa, mwaka huu utakuwa ni mwaka tofauti sana katika maisha yetu. Je, ni nani umemfanya kuwa mfalme ndani ya maisha yako, kuwa kiongozi ndani ya maisha yako, kuwa msaada ndani ya maisha yako? Wito wangu kwako ni kwamba tumfanye Mungu wa majeshi kuwa kiongozi na si kitu kingine chochote, ndipo tutakapoona badiliko katika maisha yetu. Basi tuombe. Baba, tunakuita katika masaa haya tukikiri na kuomba msamaha. Tumetenda yaliyo maovu, tumechagua kupata maelekezo kutoka kwa msaada na viongozi na wafamu wengine. Sasa tunakiri na kuomba msamaha na tunaomba ukatembee nasi kwa Yesu Kristo. Amina. Basi mpendwa, kupate kubarikiwa sana. Neno hili usilisikilize na kukaa nalo ndani, share na watu wengine, lakini piga hatua, mfuate, mtafute huyu Mungu kupitia kuomba, kupitia kusoma neno lake. Mungu akupatie kubariki sana. Mimi naitwa Judy, asante, na tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwa heri.